Someni vijana, someni kwa bidii, mwisho wa kusoma mtapata kazi nzuri sana long time. Wakati niko kijana mdogo, ndio wimbo tulikuwa tunaimba, zilikuwa tunasikia redio, so many vijana, mkimaliza kusoma mtapata kazi nzuri sana lakini dunia me, ime, dunia imebadilika sasa hivi. Dunia imebadilika sasa hivi, talent imekuwa ni kitu cha maana. Mtu anaweza akasoma akamaliza, lakini akainvest kwenye talent yake hivyo hivyo kisomi. Na ndio maana tunakuja na Cheka Kisomi raundi ya pili. Cheka Kisomi raundi ya pili inakuja kwenye sehemu ya mafunzo As komedians walikuwa sio tu kwamba wamekurupuka kutoka walikotoka. This time Cheka Kisomi ilikuwa imepanga kuwapa mafunzo, ilikuwa inawapa komedia ni misingi, hasa ni vitu gani vya kufanya, ni vitu gani usifanye, ni vitu gani utarajie kwenye gemu ya komedi, ni namna gani unaweza kuwa komedia ni bora, na ni namna gani unaweza ukaigeuza komedi ikawa pesa. Na kwa sasa, tafadhali Masikio yote macho yote, kwa bodi ya filamu, tuwasikii walikuwa na yapi ya kusema. Utoaji, ukaguaji wa script, amini kupata kibali cha utayarishaji. Uh, mtu yoyote kabla hajaingia kushuti au kufanya kazi yoyote ya ya, ya filamu au mchezo wa kuigiza lazima awe na, na kibali cha kuenda kufanya hicho kazi. Amini bodi ya filamu sio kituo cha polisi kama watu wanavyofikiriaga, sio vituo vya polisi nisema seemu ambao tujenge, tokea tujenge, tushauriane, tusha maana industry na watu wachache. Nisema ukweli, industry yetu ya filamu wote inawezekana, mziki kote, changamoto ndo hiyo. Watu wengi wanaingia kwenye hizi issue comedy, kufanyaje? Ni kama wameshashindwa maisha ni magumu, the only place ambayo ni rahisi, mmoja nipite huku kujifunza, kuona watu wanafanyaje, kutazama kwamba yeah, mimi naingia kwenye hii tasnia kwa sababu uzuri wa tasnia hii punch line sijui, uh, wanaitwa wanaitwa kwa mzungu unaitwa Cheka Tu, watubaki na sehemu nyingine zaidi, kuna Cheka Kisomi ikisimama kwa asilimia kubwa, watu hawakawii kukuona, wakikuona inawezekana mwakani kwa uh, na wewe ukajaliwa ukawa mmoja wapo wa wa kushindana. Kwa hiyo kwanza wewe jiandaeni halafu mjitathmini na muwe tayari, sawa ndugu zangu Yes, lakini unakuwaje tayari? Unakuwa tayari ni vitu unaweza ukafanikiwa kwenye hili, na ndio maana hata hao Haleluya na watu wengine, tume, serikali imeingia baada ya kuona wanafanya vizuri. Lengo ni nini? Lengo sasa ni kuwarasimisha, yaani kwamba sasa wawe rasmi, watambulike, ili pale ambapo utapata nafasi ya kupeperusha bendera ya Tanzania, basi inakuwa na rahisi serikali na support. Kwa sasa baada ya bodi ya filamu tukamsikia Haleluya ana yapya kusema. Haleluya ni komedia, ni mzoefu, ni, ni miongoni mwa mahosti wakali sana nchini, na I'm proud to say kwamba mi na Haleluya started this game in one day, zilikuwa ni siku moja tulipanda ilo jukwaa, na hiyo siku tuliondoka na kijiji kidomba. I'm happy kuwatambulisha kwa Haleluya, na tumsikia, alikuwa na yapya kusema. Kuna time ukiwa getoni unaona hii joko ni kali, wewe mwenyewe sawa, umeiandika unasema siku nitakayo perform lakini siku unafika pale mbele ya watu, una perform, unaona, una, ne, zi, zi, ya watu unaona yanatokea ya hayo. Kwa hiyo ushirikiano na wenzio inasaidia kupata um, perspective ya mtu mwingine yani. Ukishirikiana na, na wenzio umepata job kali kama hapo bro, unamshirikisha mshikaji, hapa job yangu inaenda hivi, mshikaji anakwambia hiyo hapo, kama kwa mwanamke ungemtoa ungemweka daktari au ya, yani, mawazo ya watu wengine ndio yanaboresha wazo lako na hiyo haifanyi haifanyi uh, huonekane kama wewe sio mtu bora, sio great, kwa sababu mara nyingi watu wanafikiriaga kwamba nikiomba ushirikiano na watu wengine mimi nitaonekana dhaifu, lakini kwenye stand up comedy hicho kitu hakipo. Shirikiana na watu uh, ukiandika jokes shirikisha watu, try jokes kwa watu wengine wengine, angalia pia po, uh, uwe na uwezo wa kupokea uh, feedback hata kama ni negative kutoka kwa uh, watu wengine. Uh, sometimes watu unawezekana ukipewa feedback negative ukamind na nini, usipate mawazo so inabidi ubongo wako uwe unapokea constructive criticism uh, na vitu vingine kama hivyo. Yani, kuna siku hautachekesha. Mi mwenyewe nitokea mara kadhaa, kuna siku hauchekeshi Haijalishi kwamba hauna kipaji. Ni siku tu siku nisi tu ni siku mbaya kazini. Yaani unafika pale tu mood na nini, watu walipo unapiga job ya kwanza, watu walielewi, wa ya pili, ya, ya tatu walielewi, kichwani mwako unaanza kusikia sauti ya Baraka Mpenda anakwenda pale namna gani? Ah, mimi dakika ni hata tu muda unayoyoma wanamtazama na wanatazama namna gani anatafuta job yake kinyaki usaji job yake. Amecheka mtu mmoja. Na aliyecheka ni mhudumu, kwa hiyo ni bila bila. Kwa hiyo hayo mambo yatatokea. Baada ya nondo kutoka Bodi ya Filamu, baada ya nondo kutoka kwa Haleluya, washiriki waliuliza maswali. Washiriki waliuliza maswali kadhaa ambayo walijibiwa, na hii ilikuwa ni kwa ajili ya kusisitiza zaidi na kukazia kile ambacho walikuwa tayari wameshaambiwa na na na, na, na waliokuwa wakiwapa elimu. Na sasa twende tukasikie baadhi ya maswali ambayo washiriki waliuliza. <laughs> Nafanya code switching, sio? Yeah. Usoma zai. Ah, ninawii ninawiwa sana kujisajili bodi ya BASATA. Bodi, bodi ya nini? Ya Fira. Ya na BASATA. Lakini sijui hizo registration fee na mambo na gharama zake. Naomba ni mimi ndada free. Ah mimi nawaulizia naongezea swali kwa huyu hapa kwamba amesema unajisajili vipi, lakini vilevile anataka vile kujua ukijisajili, je unapata faida gani? Nashukuru madam kwa kupata akili ulikuwa nazo, lakini kuanzisha cheka kisomi <laughs> kwa sababu nadhani ndio platform pekee ambayo ina involve wasomi. Kwa hiyo umeenda ume, ume, umepata akili ya kuteka wanafunzi Yeah. Hongera sana na tunakuombea mwisho wa siku uje kupata chuo cha kufundisha wachekeshaji wa nacho. Cheka Kisomi University. Yeah. <laughs> <laughs> Sisi wakati Cheka Kisomi inakuja kwa upande wangu mimi sikujua sikujua naanzia wapi naenda wapi. Mimi ngana na zangu tu YouTube naandika how to do tu nini wanaletea pale nikaa najifunza, yani ya random sio naelewa. Kwa hiyo swala langu ni kwamba wewe kwa, kwa sababu ni professional na maana tayari wewe unafanya kazi yako kwa muda mrefu. Naomba unipe yani kama starting point, yani kama guideline kwamba mtu ukitaka kuanza, you need to start there, there, there, mwisho wa siku utafika same fan. Ah, uh, uli, uli, uli, uli ni, ni wapi pa kuanzia kuhusiana na, na masuala ya, ya, ya, jokes. Ni comedy, ni kama ni kama vitu vingine uh, vyote. Vi, vi, ni ni, ni seme, inafanana, inafanana sana na form 1 kwa sababu uzuri nyie mpo ni wasomi hadi mmefika hapa somo lipitia. Form 1 ina basics. Kuna kila somo geography, wanaulizaga what's geography na ina types gani, sijui biology, whatever whatever hizo. Kwa comedy nayo unaanza kwa ku define vitu uh, kadhaa vya kwenye comedy. Kwa mfano, unaweza ukaenda ku research size, nzuri nyenye wasomi so kiingereza kinapanda, what is a joke? So ana ku definea pale, joke ni nini, ili joke hiyo perfect inahitaji kuwa na ingredients gani? kitu ambacho unatakiwa kukifanya zaidi kama comedian ni kwenda ku Google au ku YouTube madhaifu yako. Kwa mfano sasa hivi kama wewe unajua job ni zikoje, sawa, ushaandika job sana uh, unazo job nyingi, tatizo lako ni confidence, unaenda ku Google namna ya ku build confidence. Yani kila mtu aende kwenye kitu ambacho anadhani kapungukiwa yeye kama yeye sasa. Kuna namna namna ya kujisajili. Kuna mfumo unaitwa sanaa.go.tz, sawa? sanaa.go.tz, sawa? Ukiingia hapo, utaenda sehemu ya kujisajili, utatakiwa uweke namba ya NIDA, lakini pia unatakiwa uwe na tini namba. Gharama zake ni shilingi elfu thelathini kwa miaka mitatu, sawa? miaka mitatu ta hiko ambacho umeuliza kwamba nyinyi mnalipwa vipi na haki zenu, mtakapokuja pale nitawapeleka uh, ajanianmi kiwepo nitawapeleka kosota pale. Ni one stop center, yaani pale tuliko sisi. Kuna BASATA, kuna bodia filamu, kuna mfuko wa utamaduni na kuna kosota kosota ndio sehemu ambayo haki zenu zinahifadhiwa pale. Umetengeneza jogo yako vipi ina utaipeleka hewani ndani ya taifa. Ndio maana tuliona katikati hapa kulikuwa na wale malumbano ya sijumweusi na nani na Shafii, wanasema msemo huu kwangu, sijui nini, sio umeelewa. Lakini kuna muda kweli inawezekana ikawa walitaka kutengeneza tension, inawezekana kweli walizungumiana, lakini uh, dada hapa amesema Haleluya, amesema unatakiwa kuwa mbunifu. Unajua kuna vitu ukishajitengeneza tu ndio maana leo wasanii wa Serengombe ndio wengi. Lakini kwa nini Haleluya amejiweka upande wake? Kwa nini Leona anajiweka upande wake? Kwa nini TX Dulla anajiweka upande wake? Kila mmoja ana identity yake. Unatakiwa utoke hapo, sio kusema nataka kuwa Haleluya. Mimi ni ilikuwa ni mengi sana leo. I hope mmetunza mtu wengi sana. Mimi nitoa shukrani zangu kwa Bodi ya Filamu, kwa wadau ndio nitokee na tunashukuru sana watakuwa wamejifunza mengi, lakini pia tutakaribia ofisini kwa ajili ya mengine mengi zaidi. Lakini pia asante, aleiwe kuja wamekusikia, watayafanyia kazi na mambo yatakwenda sawa. Lakini pia shukrani zangu za zati ziende kwa Cheka Plus, tunashukuru sana. Tabata Hotel pia tunashukuru na Mungu awabariki. Wito wangu ni kwa mashirika ya serikali kuendelea kujitoa kwenye Cheka Kisomi, kuendelea kusapoti matatu ili Cheka Kisomi ndelee kusonga mbele zaidi. Kama niliwashauri, iye ni bidhaa, natakiwa kufanya mazoezi ya, ya kutosha. <coughs> Wanunuzi wako nje, bidhaa inatakiwa ijiuze yenyewe. Waufanyia mazoezi zaidi zaidi. Huu ndio ushauri wangu. <coughs> Mkilala mkiamka, mada mwesema sisi ni bidhaa inayojiuza inayojitembeza. Kwa hiyo mfanye mwezavyo, watu wako nje, wadau wako nje, wanataka kuona mna kitu gani cha tofauti. Unatakiwa kuwa unique. Mna kitu gani cha tofauti? Kwa nini tukuchukue wewe tukupeleke cheka tu? Kwa nini wewe? Kwa nini tukupeleke wewe watubaki? Una kitu gani? Maswali kutoka kwa washiriki na majibu kutoka kwa wawezeshaji. Washiriki walieleza au walifafanua ni jinsi gani mafunzo haya yalikuwa ni ya muhimu kwao, kwa na ni jinsi gani ama watransform kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Uelewa waliokuwa nao mwanzoni na uelewa walio nao sasa ni vitu viwili tofauti, kwa sababu wameelewa kwamba kumbe mchezo hauko kama unavyouona tu hivi, na hii imewapa mwanga mkubwa sana. Wametoa maoni na twende tukawasikilize, tuone ni kwa jinsi gani wanahisi au, wana ku, ku, au ku, ku, ku, wanafeel kuwa blessed au ku, ku, ku, kuelimishwa na nondo hizi ambazo wamepewa. kwa jina ni simu lenye mpanga. Semina leo ilikuwa semina nzuri, nimejifunza vitu vingi, nimejifunza mambo mengi kutoka kwa uchekeshaji aliyoya ambaye ametuonyesha <coughs> kutangulia katika tasnia ya uchekeshaji, lakini unaendelea kutoka kwa madamu wetu ambaye ni Madamu Sasha ambaye ndo host wa Cheka Kisomi, lakini unaendelea kutoka kwa hawa maafisa kutoka bodi ya kila Mtanzania. Tumejifunza mengi, nimefurahi kuja kushiriki seminar. Tumejifunza namna gani tunaweza kupata material, namna gani tunaweza kuandika jokes zetu zikawa nzuri na punch. Tumejifunza namna gani ya kupata confidence, vitu vingi sana. Toruge Joseph.

watu walikuwa nao hapa alikuwepo Haleluya Adamsasha, pia na afisa wa bodi ya filamu. Nimejifunza nimejifunza kwanza hata ya filamu, kwa sababu kitu nilikipenda pia, hata nimejifunza comedy ambacho ni kitu ambacho. Yeah, it's your boy Kashaida, wengi mnapenda kuniita. Ah, kumbe leo hapa Tabata Hoteli kulikuwa na vitu vitamu vinaendelea seminar ya uhakika. Pia ninampa shout out sana Madam Sasha anapambana. Ujue ni mwanamke wa pekee ambaye yupo kwenye industry uh, anayesebenza kwenye hii hii cheka kisomi nini? Cheka kisomi platform. Tumejifunza mengi ya tumejifunza kutumia mtaji wetu wa vipaji. Mimi naamini kutoka hapa tunakwenda kufanikiwa kwa kutumia vipaji vyetu. Asante sana Cheka Kisomi ia, ni platform ambayo sasa inaangalia vijana wasomi na tunakwenda kutoka Cheka Kisomi Cheko lenyeazi ya Kisomi. Kwa jina inajulikana kama Salvatore ni mshiriki wa Cheka Kisomi Cheko lenye nyeazi ya Kisomi msimu wa kwanza. Kwa siku ya leo, katika isehema kufunza mambo mbalimbali, nimepata utaalamu hmm. juu ya jinsi ya kufanya tasnia ya yangu iendelee, iende mbele. Pia nimejifunza jinsi ya kuirasimisha, kufanya hiyo rasmi. Kwa majina anaitwa Veronica, ni mchekeshaji unasoma katika chuo cha jamii. Leo tulikuwa na semina fupi, ambayo imeniwezesha kutambua mambo mbalimbali na ugungu wake katika sanaa, hasa katika kuongeza kipaji, kukiongezea elimu, yani elimu kipaji juu ya elimu. Kwa majina anaitwa Aruna Momboko kutokea chuo kikuu cha Dar es Salaam. E, ni mshiriki wa Cheka Kisomi kutoka wilaya ya Ubungo. E, leo tulikuwa na wageni wetu kutoka bodi ya filamu pamoja na mchekeshaji mashuhuri au maarufu kutoka Chekatuni kwa majina yanayoitwa Aleluya. E, tumejifunza mambo mengi kutokana na, kutokana na, na kikao chetu cha leo ambao mambo yao ni kupambania kipaji chako na Ufanye vitu ambavyo vitakuletea faida katika maisha yako mimi ni Rashid Mwacha kutoka chuo kishiriki cha elimu Dar es Salaam, yani Duse Ah siku leo tumekuwa na good time kwa sababu tulipata nafasi ya kukutana na na braza wetu pale ambaye sisi tunamtazama kama kioo kwenye tasnia ya stand-up comedy ambaye ni Haleluya lakini pia tulipata nafasi ya kujifunza vitu mbalimbali kutoka kwa kwa wadau mbalimbali wa bodi ya filamu na mjifunza kwamba kupitia Cheka Kisomi tunaweza kufanya kitu na, na tukasogea mahali, na pia tumejifunza kupitia Cheka Kisomi tunaweza tuka Cheka Kisomi inaweza ikaakti kama daraja kwa sisi kufikia kwenye malengo yetu, ambapo nimejifunza vitu vingi ikiwemo ni mm. kuwa creative katika ubunifu wangu wa uh, content za stand up comedy na vitu vingine. Naitwa Michael Charles, niwamatokea usimamizi wa fedha. Ni mshiriki wa mashindano ya Cheka Kisomi msimu wa wanza. Leo namshukuru Mungu, nimekuwa mmoja wa watu ambao wamehudhuria katika semina hii, na katika semina hii nimejifunza baadhi ya vitu kama kushirikiana watu wengine. Majina kwamajina, naitwa Agustino Mgama ni maarufu kama Christian. Ni memba au ni mshiriki mmoja wapo katika hii Cheka Kisomi Comedy competition kutoka <coughs> moja ya moja ya stand up comedy show kubwa sana hapa Tanzania. Bwana haleluya, tulikuwa ana al alishia vitu vizuri ambavyo uh, um, namna moja au um, namna nyingine bila vimetujenga na kusaidia kisho. Baki ni utekelezaji na kujiandaa kwa ajili ya next competition. Kwa majina naitwa Dwaikan Kateko Kilumbe. Uh, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa leo ni mzuri seminar ambayo ime imehuzuliwa na maafisa wa Bodi ya Filamu Tanzania kuona kwamba Cheka Kisomi inasapotiwa na watu wakubwa imepewa go ahead na watu ambao wanasimamia hizi miradi ya uzalishaji wa filamu kiukweli nipende kwanza kumpongeza mkurugenzi wetu uh, Madam Sasha uh, she's a strong woman So, mpaka kuanzisha hii platform ame- amejitoa ame, ame kimasomaso, na nipende tu kuomba ninyi uh, ambayo mnatazama sasa hivi pia mweze kuona juhudi ambazo amezionyesha amezi na amezianzisha. Kiukweli uh, ni surprise mwanamke kuanzisha kitu kama hiki ni surprise. Kwa majina anaitwa Colin Raymond na ni mwanafunzi wa tuliongea mambo mengi kuhusu tasnia na vitu vingine vya kuzingatia katika tasnia. hali yangu wa ni kwamba naomba watanzania waipokee hii cheka kisomi kama walivyopokea platform nyingine na waweze kusapoti sisi ambao bado tunajitafuta. Jina langu ni Gregory Joshua Naftal, ni mwanafunzi wa IFM na ni miongoni mwa washindi ambao tumefanikiwa kuingia katika top 20 ya Cheka Kisomi tumefanikiwa kujifunza vitu tofauti tofauti kutoka bodi ya filamu ambapo tunaweza kujua haki zetu sisi kama wachekeshaji ni zipi, na wameweza kutupa miongozo kwa ajili ya kuweza kujisajili. Subscribe chaneli ya Cheka Kisomi ili usiweze kupitwa na matukio mbalimbali ambayo yanazidi kuendelea ndani ya mbaya. Cheka Kisomi Cheka Kisomi cheko lenye hadhi ya kisomi. Baada ya hapa tulibahatika kupata mwaliko kwenda kwenye ofisi za bodi ya filamu. Tunayo furaha kubwa kuwashukuru bodi ya filamu kwa sababu kama mlezi kama mzazi wa sanaa nchini waliona ah, hii mambo ya hizi komedi za vijana sijui zikaishia Tabata hoteli, you guys njoni ofisini tuzungumze, tuwaoneshe jinsi inavyofanya kazi tunamshukuru rais wa nchi hii, tunashukuru wizara ya inayohusika na kwa kupitia bodi ya filamu wamekuwa mstari wa mbele kutushika mkono na kutusapoti na twende ofisini tukaone jambo eh, mnalofaani kubwa nafaya maendeleo ya tasnia ya uchekeshaji nchini. Namnajua mla kuna tuzo za uchekeshaji ndivyo tayari eh, ni platform nyingine kubwa inakuja kwa ajili yenu uitumie eh, vizuri lakini platform hiyo haiwezi kuja ikiwa pia hamtambuliki ham, ham, si ndiyo? Kwa hiyo muhimu kujisajili, e, register kama mna vikundi vyenu, lakini nyinyi binafsi mpate vitambulisho vinaowatambulisha, ili zinapokuja fursa nyingi katika sekta hii na nyinyi muwe sehemu ya wale ambao e, wataweza kupata hiyo share ya hiyo keki ambayo itakuja. Kwa hiyo muone hiyo ni la msingi, lakini mnapofanya kichekesho pia, mnavyofanya vichegesho kishniab inabeba ile suala letu la maadili, utaifa wetu ule Utanzania wetu na si vinginevyo. Kwa hivyo akikisheni vile mchekesho unaovifanya vinapokwenda kwenye teknolojia ya kisasa, huko Instagram, WhatsApp, uh, TikTok, uh, Facebook na kadhalika, vibebe ule Utanzania wetu, vibebe ile ajenda yetu kubwa kwa masimi wa Tanzania. <tune> Bwana, mimi nikwambia, kuna tofauti kuna tofauti sana ya kuku nada kwenye kibanda. Ngoja kwanza, huku gari limepita, vumbi limepita vyu, na kuku watabata hoteli. Kuku atabata hoteli, ndugu yangu, kuna namna fanada unajiuza, huyu kuku ni wa nchi hii au wamemtoa wapi? Kuku anavyozunguka, kuna ile kioo unaona. Oya acha kabisa. Na hii nafasi ya kuja kula kuku huko huko pembeni ya swimming pool huko, una una nani, una shandarize, unasahau shida za chuo, unasahau sapu na vitu vingine vidogo vidogo. Ni kama unapiga kura, ukipiga kura kwa wingi utapata zawadi, utashinda. Mmoja wapo atashinda zawadi ya kuja Tabata Hotel. Utakuja huko huko, hakuna vibwengo. Unajua unagurada usaidia zingine, unasikia michanga juu ya bati. Tabata Hotel, unasikia hapo michanga juu ya bati. Bwana wewe fanya upige kura upate chansi ya kuja kula maisha ya huku Tabata hoteli onekana kupitia Cheka Plus. Cheka Plus ni miongoni mwa wadhamini ambao wanatupeleka mjini. Nyie mnatuona kupitia Cheka Plus, wa Tanzania wanatuona na wanafuatilia haya yote kupitia Cheka Plus. Narudia tena, piga kura mara nyingi iwezekanavyo. Huwezi jua, unaweza ukashinda nafasi ya kuja kula Bata. Nyuma ya mic ni MC mrefu mtoto mameliza and it is what it is. Asante sana, na usisite kutuandikia kupitia peji zetu, na ikumbukwe tunapewa nguvu na Tabata Hotel pamoja na Cheka Plus channel namba 414, Azam TV. Mpaka wakati mwingine